Watu wa Narok, watu wa Emurua Dikirr, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani siku ya leo. Hajafikishwa stima, ndio tupeleke stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio Narok isonge mbele. Tumekubaliana jameni? Leo vilevile nimefika hapa kwa mambo ya barabara. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wacha nione kwa mkono wale wanasema aendelee. Asante sana, Mungu awabariki sana. Kwa hivyo kwa mambo ya mabarabara, Your Excellency, pia tulikuomba kwa kaunti yetu. Tunaendelea kushikana pamoja na nataka tu kuambia kama gavana wako wa UDA ama Kenya Kwanza ya kwamba hawa wananchi nilikuwa hapa karibu two uh, months ago, na tumezunguka hapa yote kwa sababu ya mambo ya maendeleo kwa shaa. Hebu eh, nione kwa mkono <laughs> mko chonjo sana, mko mbele sana, pongezi. Sisi hasa mimi kama kiongozi wa taifa hii, nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad-based. kuleta wale tuliopiga kura na wao na hata wale hatukupiga kura na wao, tuungane kwa sababu umoja ni nguvu Tunataka tuunganishe watu wote wa Kenya, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaangalia na zingatia na kuzingatia mambo ya maendeleo ya taifa hii kwa pamoja, tupange miradi ya maendeleo kwa pamoja, tuhakikishe ya kwamba tunajenga barabara, tunaunganisha stima, tunajenga mashule, tunasomesha watoto wetu, tunapanga mambo ya afya na tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu wa Kenya, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutabadilisha Kenya hii, na mimi nawauliza wale wengine, bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba, uchaguzi moja hata hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi, na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu. What is their alternative plan because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad based, wanataka ya kugawanyisha Kenya, wanataka wagawanye Kenya. Ndio Kenya iende wapi? Mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe watu wa hapa Narok? Tuunganishe ama tutenganishe? Tuunganishe Kenya ndio tujenge barabara pamoja, na tuunganishe Wakenya wote na stima na tuunganishe Wakenya wote pamoja na vijana kwa ajira yeah. Na tuhakikishe ya kwamba matibabu imepatikana hebu yeah. Ni wale wala wanasema tuunganishe Kenya watu wa Emurua Dikirr